Ladies and gentlemen, GSM Group of Companies ipo ndani ya saba saba. Ndani ya banda la GSM utapata kila bidhaa unayohitaji kutoka GSM, tuko na GSM Beverage, wanakupatia vinywaji vizuri vilivyothibitishwa na TBS, vitamu, utaruka na vibe kama lote ndani ya saba saba. Ukiingia ndani ya booth ya GSM utapatana na nguo nzuri sana kutoka GSM, kutoka Max Baby Shop Flash, GSM Sports utapata na jezi kwa bei nafuu kabisa za mwananchi za Yanga hapa ndani ya booth yetu ya GSM utapata bidhaa nzuri kabisa zenye viwango vya juu kutoka GSM Tanzania, kama sabuni za kuoshea vyombo za Nuru, utapata GSM Ngarisha, utapata hypareza, utapata Tiger Head Batteries na hivi gota vinafuja kwa bei nafuu kabisa. Pata bidhaa zetu zote za GSM food kwa bei nafuu kabisa, GSM spageti fabis, NKS GSM coconut cream na vingine vingi kabisa. GSM Spare Parts hapo ndani ya badaleti la GSM Group of Companies wanakuletea vilainishi vizuri kabisa kwa ajili ya chombo chako na spare part kibao kwa ajili ya magari yako na vyombo vyako vyote vya moto kwa bei nafuu kabisa. Mabingwa wa vifaa vya ujenzi ya GSM Building Materials anapatikana hapa ndani ya yetu ya GSM karibu upate kununua vifaa vizuri sana vyenye viwango, pamoja na kupata ushauri kuhusu vifaa hivyo. Ndani ya banda letu la GSM kuna makochi mazuri sana, tunaita recliners kutoka nyati panija Haya, ni hizi ni recliners ambazo zina bei nafuu kabisa, na kipindi hichi cha Saba Saba utaweza kuenjoy punguzo la hali ya juu kabisa. Lakini pia Zanzibar Texta wapo pamoja na sisi, wamekuja na mashuka mapya kabisa, wamekuja na duvet mpya kabisa na vingine zingi sana vya kupendezesha nyumba yako kwa bei nafuu kabisa. Njoo upate mashuka ya bei rahisi, yani bei ya kutupa, bei sana na bure mashuka pamoja na duvet utaenjoy wewe well tu. Usiache tembelea banda letu la GSM. Hapa ndani ya Saba Saba upate kujipatia bidhaa nyingi sana na huduma mbalimbali zenye viwango vya juu kutoka GS